Luka mlango ni wa 24 kuanzia kifungu cha kwanza hadi cha sita. Neno la Mungu linasema hata siku ya kwanza ya Juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda hata kaburini, wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Mstari wa sita, mahali ambapo kongamano letu limejengwa hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyoyasema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Baba wetu mtakatifu wa Israeli tunanyenyekea mbele zako katika kungamano na ufunguzi wa hili kungamano 2025 ano domino. Sisi tunanyenyekea mbele zako ili wewe kwa Roho wako Mtakatifu ukitumie hiki chombo cha udongo kujitukuza katika mkutano huu. Baba nena nasi tukusikie kwa Yesu Kristo aliye Bwana tena Mungu wetu. Amen. Mpe Bwana makofi mazito unapokaa chini kwa utaratibu. Kwa dakika 20 hivi, ni ruhusu ni nene nawe kuhusu subtopic theme inayoitwa be fully connected to the recent Christ, ungamanika vilivyo bayana na yeye aliyefufuka. Maandiko yametuambia ya kwamba wa mama waliamka wakaenda watengeneze mwili ambao walifikiria ungali kaburini, na wakakutana na wanaume wawili, walikuwa ni malaika katika sura za wanadamu, wakawaambia yule mnaomtafuta mtengeneze mwili wake, hayuko. Aamefufuka. Aa, jinsi alivyowaambia, na amewatangulia Galilaya. Niruhusu nikupatie four grounds as to why the resurrection of Christ is very Very, very important. Kama unaandika twende na wewe sambamba, jina re resurrection, ama yuko hai, kwa Kiyunani linaitwa egairo, na kwa lugha yangu ya Kifaransa kule western linaitwa Lamushe, sijui kwa lugha yako, nikirudi Kongo labda utaniambia Yesu alimalamu ama utaniambia yuko hapi. Bishop, tusaidie neno tu moja, amefufuka. Yes, yes. Yes. Ile moja Yesu asekwi semako, na mimi, Yesu ongeza sauti, Yesu. Hey. Sasa umenisaidia, nitarudi nyumbani na vocabulary. Kuna mkikuyu hapa y yuko hapa atereri wanasemaje kwa hiyo lugha? Yesu amefufuka. Yesu nialikwite ni ah, ngayakurathi memuru. Tuende kwa lugha ya mama ya mlimani. Yesu nariokete, piga makofi nisaidie ah. sunisaidie tusikie yako kutoka lugha yetu ya Dholuo kule ambako dada yetu alitoka na akalelewa, dada Meri, mpaka utatuambia uko wanasemaje neno Yesu amefufuka. Yesu oseche Sema amen, amen. Ningelipenda kila mmoja aturudishe kwao nyumbani ndio tuelewe vizuri kiini cha kongamano hili. Kufufuka kwa Yesu Kristo ndio sababu mimi na wewe tunaweza kusimama hapa na tuwe na sababu yoyote ya kusema yeye ni Bwana. Unasikia vizuri? Sababu ya kwanza as to why the resurrection of Jesus Christ is very important, it's a confirmation that Jesus was a perfect sacrifice. sawa sawa? Kufufuka kwa Yesu Kristo ni kwa muhimu kwetu sana, wapendwa, kwa sababu kunathibitisha ya kwamba Yesu kama singelikuwa mkamilifu angeliozea kaburini, na kwa sababu yeye ni mkamilifu, Mungu aliweka raba stamp, akasema kaburi haliwezi kumngang'ania, yeye aliye mtakatifu. Sikia sasa, wewe na mimi tukiwa connected na yeye aliyefufuka, no weapon fashioned from the port of hell shall prevail upon your life. Hakuna silaha yoyote iliyoundwa magharibi, kusini, kaskazini itakayolengwa kwako na ifaulu. Why you are connected to the perfect lamb of God, that is number one. Number two. Kwa nini ufufuo wa mwana wa Mungu ni wa muhimu wapendwa? His resurrection Totally extinguished the fires of the enemy. Ufufuo wa Yesu Kristo ulizima mioto ya adui. Kwa nini? Bwana akishafufuka no, akishakufa maadui wa msalaba walishangilia, wakamwendea Pilato wamwambia Pilato, huyu mjanja huyu alikuwa akijidaidai hapa kwamba baada ya siku tatu atafanya nini? Atafufuka. Sasa, mheshimiwa Pilato, tupe uwezo na mamlaka, twende tufunike vizuri hilo kaburi, alafu pia utusaidieko na makarao wawekwe hapo huyu mjanja huyu asifufuke, maana makarao wasipofanya kazi yao vizuri wanafunzi wake watakuja usiku na watamwiba na waseme amefufuka, na urongo wa kwanza utazidi huo mwisho huu. Pilata akasema mna ruhusa yangu bwana. Wakapewa makarao na mabunduki na marifle. Mungu Baba mbinguni akashangaa, nyinyi mnataka kumtunza yeye aliyekwenda kuzimu kunyakua ibilisi funguo? Jamani, mtaweza ninyi? Walianguka msamba. Wakati mwana wa Mungu alifufuka, hata makarao hawakuona yeye yuko hai. Wapendwa, katika hili kungamano nimekuja kutangaza hivi: ikiwa utaungamanika na mauti ya Kristo, wale maadui wanaotafuta maono yako wanaokimbizana na maisha yako lazima mioto yao tunaizima hapa, sema amen. Amen! what you intended to fulfill, wakati mama alikuweka tumboni lazima utimize, nasema lazima itimizike. That's why we are here. Are you getting me? number three

Maana wakina Petro awali, hata walipokuwa wanashtuliwa tu na biki jakazi kazi, walikuwa wanatetemeka magoti na kusema huyu jamaa tumjui. Lakini maandiko yanasemaje? ye, yeye ya akishafufuka, uh -huh. na neema ya Roho wake Mtakatifu ikishashuka siku ya Pentekoste, yeah. anapoitwa mbele ya baraza Petero anawaangalia usoni na kuambia amweni, nyinyi wenyewe, hatuwezi kuzuia kile tuliona <coughs> na kile tulisikia. Amefufuka! <coughs> Are you listening somebody? Tumekuja hapa kuchota neema ya boldness, ujasiri, ndio tumekuja kuchota mahali hapa. Kama ulikuwa unatembea kwenda kwa interview 50-50, sasa chota hii neema ni yako. Ukienda kwa interview vaa vizuri, kama ni kazi ya kiofisi nyonga kama Mchungaji Yosefu na kama niya kina dada weka makeup vizuri, uwa convince ya kwamba you can do the job. Are you listening? God has not given us a spirit of fear, he has given unto us a spirit of power, a spirit of love and sound mind. Uwe wimbaji hapa Kuwe kokote kule, hatutatembea vichwa chini. Waabudu mashetani hawatatutisha. We are bearing the king of kings and the lord of lords, the conquering line from the tribe of Judah. Amen. Last but not least, ufufuo wa Yesu, ground number 4. Ulipatia injili ambayo unaikamataga hii uzima. Are you listening somebody? Hii injili, kama Yesu asingelifufuka, tungelikuwa kama zile dini zingine. Sawa sawa. Maana pia nazo zina vitabu vya dini nasema ukweli, uongo. Si wana vitabu vya dini? Si wana visomaga kule kwao? Lakini kitabu chetu hiki wapendwa, kina uzima kwa sababu anayekinena, aliyekiandika, alienda kuzimu. Kamwambia shetani leta funguo. Siku ya tatu akasema niko hai. Ndio sababu unapoungamanishwa na yeye Yesu, huwa ana jump from the pages of the Bible na anakuletea muujiza wako. Are you listening, wapendwa? Hatuko hapa kwa sarakasi na ndio sababu adui alikuwa amesema ili kungamano halitaendelea tunamwambia leo, utaona ngori. Hili kungamano, kuna moto moto, umewashwa hapa, moto usio wa kawaida. Hii ni tsunami ya Yesu, apende asipende. Kwa sababu amefufuka, lazima tutalinua jina lake. Naomba tusimame watu wa Mungu. Katika ibada hii ya jioni tunataka tuingie katika sehemu ya mwisho. Niligawanya kikundi kipindi changu hiki kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kupe tu kipande kidogo kuhusu ufufuo wa Yesu na kwa nini ni wa umuhimu. Mungu amewaandaa watumishi wake kuanzia kesho na Bwana amemwandaa mtumishi wake. Ninapotoka kwa haya madhabahu, wanaenda kutuunda kiwango ambacho we will not be official, watu wa kawaida ordinary people no. Tunataka kumpelekea shetani taarifa sawa sawa. Eh, maandiko yanasema ya kwamba God has given life on our tongues. of life and death and you want to speak life sawa sawa taka tuongee uzima in our families in our businesses in the gospel ministry in the land of Kenya in Eastern Central Africa that's why we are here for a purpose. ukweli uongo tutakumbuka kuombea hawa watumishi wa Mungu. Askofu Oswandi tuko hapa na yeye. Tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Mount Kenya hapa. Tuko na mtumishi wa Mungu Ngige kutoka Meru, tutakuwa na yeye. Tuko na mtumishi wa Mungu dada yetu Mary Atieno, tutaendelea kuwa na yeye. Tuko na wapakwa mafuta dada yangu kutoka DRC hapa, tutakuwa na kuanzia kesho tunataka kuungana katika ombi hili ya kwamba number one, we remain protected. God has prepared these servants, hawa wapako mafuta to ground us in the things of God. Unasikia vizuri, utatoka hapa ukinuka tu Yesu na ni Yesu peke yake. Unasikia vizuri hapa hey, unatoka ukinuka tu Yesu aliyefufuka, sawa sawa. That's why tuko na watumishi wa Mungu. Nataka funga macho yako, tunapomwinua Yesu kwa kati, umefanya wema.